William Shakespeare aliwahi kuandika, ulimwengu wote ni jukwaa na wanaume kwa wanawake ni waigizaji tu. Sasa, kama maisha ni kama onyesho la jukwaani, kwa kweli inaonekana kama mambo yanatoka nje ya mpangilio mara nyingi, sivyo? Maisha hayatabiriki, wahusika wanaingia na kutoka bila mpangilio, mandhari hubadilika ghafla bila onyo, mipango inabadilika kila mara. Katika maisha inaonekana kama kitu pekee kisichobadilika ni mabadiliko yenyewe. Naam, nadhani ndiyo maana tunapaswa kuendelea kumtazama msimamizi wa onyesho, Bwana wetu, ambaye anaongoza mchezo wa maisha. Sasa naweza kufikiria mabadiliko yote yaliyohusika katika kipindi cha mpito kutoka agano la kale, kutoka Uyahudi hadi Ukristo wa agano jipya. Kama nilivyosema, kitabu cha Matendo ni kitabu cha daraja, kinavuka kutoka agano la kale hadi agano jipya, na wakati mwingine, lazima nikuambie, ni kupanda kwa mteremko mkali sana. Kwa mfano, kanisa lililoanzishwa Yerusalemu siku ya Pentekoste lilikuwa hasa kusanyiko la Wayahudi. Mitume na waumini wengine waliposambaza ujumbe wa injili nje ya Yerusalemu, ilikuwa ni suala la muda tu kabla ya injili kuanza kuwafikia watu wa mataifa. Sasa basi hapa, katika Matendo sura ya 10 mabadiliko yatakuwa eh, ya kushangaza vilevile vile. Kwa kweli, kama unaweza kuamini, itazungumzia suala la chakula. Ni nani anaweza kukaa mezani na kushiriki ushirika pamoja? Eh, kuna nini kwenye menyu ambacho wanaweza kula pamoja? Je, watu wa mataifa wanaweza kualikwa mezani pamoja na Wayahudi? Je, Wayahudi wanaweza kula chakula kilekile kile na watu wa mataifa. Je, hili kanisa la mwanzo litalazimika kugawanyika wakati wa chakula cha pamoja baada ya ibada za Jumapili? Ni kuambie haya, yalikuwa masuala muhimu sana yaliyogusa asili halisi ya kanisa, na Mungu alikuwa karibu kuwafundisha. Atatumia wanaume wawili kuleta mabadiliko makubwa kabisa. Na nataka, nataka kugawanya sura hii muhimu sana, sura ya kumi, katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inatokea nyumbani kwa mtu wa mataifa anayetafuta ambaye si muumini. Aya ya moja inatuambia huko Kaisaria kulikuwa na mtu aitwaye Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa kikosi cha Italia, mtu mcha Mungu pamoja na nyumba yake yote, aliyetoa sadaka nyingi kwa watu na kuomba daima kwa Mungu. Sasa jina Kornelio ni la kuvutia kwa sababu tukio maalum sana liliufanya kuwa maarufu. Historia inaonyesha kwamba takriban miaka 85 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, jenerali mmoja wa Kirumi aitwaye Kornelio alishinda katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Aliwakomboa maelfu ya watumwa. Watumwa wote wa kiume walichukua jina lake kuashiria mwanzo wa maisha yao mapya kama watu huru. Sasa inawezekana kabisa kwamba huyu akida ni mzao wa mmoja wa wale watumwa waliokombolewa. Sasa tunachojua ni kwamba Kornelio na nyumba yake ni waumini wa Mungu kama Biblia inavyosema, ambayo ina maana wameacha sanamu za Kirumi wanamfuata Mungu wa Ibrahimu ila hawajamjua Yesu bado. Kornelio alikuwa katika muda wake wa utulivu asubuhi moja wakati Mungu alimtokea na kumpa maono. Mstari wa tatu unasema aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu. Basi huyu malaika anamwambia Kornelio atume watu Yopa ambayo iko takriban maili thelathini kusini na amlete Simoni Petro nyumbani kwake hajaambiwa sababu lakini anatii mara moja, e eh, kile malaika alimwambia katika maono hayo. Tukio la pili linatokea juu ya paa la nyumba. Ni karibu saa sita mchana. Petro yuko juu ya paa akifanya ibada, upepo mwanana unafanya hali iwe baridi kidogo. Yuko nyumbani kwa Simoni mtengenezaji wa ngozi. Tazama, Mungu tayari anamtayarisha Petro kwa mabadiliko. Amekuwa akikaa na mtengenezaji wa ngozi, sasa hiyo ni kazi isiyo safi, kwa sababu inahusisha kugusana mara kwa mara na wanyama waliokufa. Petro anaelewa kwamba utakaso unatoka katika damu ya Kristo pekee, si, si kwa mila za kidini. Kwa hiyo tayari anajiandaa kwa mabadiliko. Basi, mstari wa kumi na moja unatueleza Petro aliona mbingu zimefunguka na kitu kama shuka kubwa ikishuka, ikiteremshwa kwa pembe zake nne juu ya dunia. Ndani yake kulikuwa na aina zote za wanyama na viumbe watambao na ndege wa angani, na sauti ikamjia, simama Petro, chinja ule. Jibu la Petro hapa kwenye mstari wa kumi na nne ni hapana kabisa, Bwana. Kwa maneno mengine, siwezi kula chakula cha watu wa Mataifa ambacho si chakosha. En, hapana, Bwana. Kwa njia, hapana na Bwana kamwe si katika sentensi moja. Vema, Petro anasema zaidi hapa katika mstari wa kumi na nne sijala kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Unaona, bado amekuwa akifuata vizuizi vya lishe vya Agano la Kale. Hiyo inamaanisha kwamba Petro hajawahi kula mbavu za nguruwe, hajawahi kula soseji pamoja na mayai yake ya kuchanganya, hajawahi kufurahia sandwichi ya bekoni letusi na nyanya. Kwa kweli, hana hata wazo la nini anakosa. Sauti kutoka mbinguni inamwambia hapa katika mstari wa kumi na tano: kile ambacho Mungu amekitakasa usikiite kichafu. Kwa maneno mengine, usiseme hapana wakati mungu amesema ndio. Na amini pia, inamaanisha usiseme ndio wakati mungu amesema hapana. Sasa maono haya yanarudiwa mara mbili zaidi, na ujumbe uko wazi: sheria za chakula za agano la kale hazitumiki tena, na hapaswi kuwa na tofauti kati ya Wayahudi na mataifa katika kanisa la agano jipya, hata kuhusu kile kilicho kwenye menyu. Mara tu baada ya maono haya, Bwana anamjulisha Petro kwamba kuna watu watabisha mlango wake na anapaswa kwenda nao. Sasa sehemu ya tatu inaanza, inatupeleka kwenye jumba la Kornelio, Petro akiwa ameandamana na waumini wengine kutoka Yopa. Sasa wamefika mstari wa 24 unatueleza kwamba Kornelio alikuwa anawatarajia na alikuwa amewakusanya jamaa zake na marafiki wa karibu. Sasa Petro anaeleza upekee wa mkutano huu hapa sasa katika mstari wa 28. Ninyi wenyewe mnajua jinsi ilivyo kinyume cha sheria kwa Myahudi kushirikiana au kumtembelea mtu wa taifa lingine, lakini Mungu amenionyesha kwamba sipaswi kumwita mtu yeyote wa kawaida au najisi. Naam, inaonekana Petro amejifunza kutokana na maono yake ya awali baada ya yote. Sasa Kornelio anamweleza Petro kuhusu maono yake, na anamwambia Petro hapa katika mstari wa 33: sisi sote tuko hapa mbele za Mungu kusikia yote ambayo umeamriwa na Bwana. Basi kwa hayo, Petro anaanza kuelezea kwa kifupi historia ya huduma ya Yesu na kanisa hapa kuanzia mstari wa 34 hadi mstari wa 43 na anahitimisha kwamba neema ya Mungu inapatikana kwa Wayahudi na watu wa mataifa kwa usawa. Sasa, baada ya Petro kuelezea injili na hasa hakikisho lake hapa katika mstari wa 43 kwamba kila mtu anayeamini kwa Yesu anapokea msamaha wa dhambi kupitia jina lake, naam, ni wazi kwamba kila mtu katika nyumba ya Kornelio anaamini wanakuwa wa Kristo na wanapokea Roho Mtakatifu. Mstari wa 46 unatueleza kwamba Petro na wenzake, e, sasa wanasikia Kornelio na watu wa nyumba yake wakizungumza kwa lugha na wakimtukuza Mungu. Sasa kuwa makini, usielewe vibaya hili hii. Haimaanishi kwamba kila muumini atazungumza kwa lugha. Kwa kweli, Wakorintho wa kwanza saa kumi na mbili na madakika thelathini inaweka wazi kwamba si kila muumini anazungumza kwa lugha. Sasa kwa nini wanafanya hivyo hapa? Basi fikiria hili, hawa ndio waongofu wa kwanza wasio Wayahudi kuwawezesha kuzungumza kwa lugha ambazo hawajawahi kujifunza hapo awali ni njia ya Mungu kuonyesha kwamba kile kilichotokea wakati wa Pentekoste kwa waumini Wayahudi sasa kinatokea vilevile vile, kinadubiwa kwa hawa waumini wa kwanza wasio Wayahudi, na hii inathibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni wa watu wa Mataifa sawasawa na vile Roho Mtakatifu alivyo wa Wayahudi. Basi baada ya onyesho hili la kipekee, hawa waumini wapya wanazamishwa kwenye maji, wanabatizwa, jambo ambalo linawatambulisha na kifo, maziko na ufufuo wa mwokozi wao Bwana Yesu Kristo, na wanakaribishwa katika kanisa. Wapendwa, hatupaswi kupuuza umuhimu wa ajabu wa kihistoria na wa kitheolojia wa matukio haya. Hili linaweka wazi kwamba kanisa la Agano Jipya haligawanywi kwa misingi ya tofauti za kikabila au kitamaduni. Inajumuisha kila mtu sawa anayemfuata Yesu Kristo kwa imani. Kwa kweli, Petro anaangazia ukweli huu kwa maneno haya hapa mwanzoni mwa mahubiri yake, sasa katika mstari wa 34 kweli nafahamu ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki anakubalika kwake. Hii ndiyo habari njema ya amani katika Yesu Kristo, yeye ni Bwana wa wote. Ngoje nikuulize hili leo, je, Mungu anataka kubadilisha nini katika maisha yako? Unapofikiria kuhusu mabadiliko haya yote, hata kile wanachokula, je, Mungu anataka ubadilishe nini? Je, unahitaji kwanza kufikiria kibiblia kuhusu jambo fulani kuhusu mtu, badala ya kufikiria kimapokeo au au kikabila? Je, unashikilia nini kwenye hilo ambalo Mungu anataka uachilie? Nani anajua? I, ikiwa uko tayari kufanya mabadiliko fulani katika mtazamo wako, Mungu anaweza kukutumia kuanzisha harakati katika nyumba yako u, yako biashara yako u, labda hata katika ulimwengu wako. Naam, nje ya wakati Safari yetu. Wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo, upendo wa Mungu, ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote.